Karibu sana. Asante. Jisikia uko nyumbani. Hapa naishi na dada wa kazi tu. Anaitwa Latina. Latina. Abena kuja. Latina, sikiliza. Mgeni shikamoo. Marahaba. Karibu. Asante. Kuna vinywaji, kuna juisi, maji au soda? Mm, mimi sihitaji chochote. Ah, Subira, usifanye hivyo bwana. Latina, tulete juisi. Sawa. Kwa kweli, leo umeifanya siku yangu iende vizuri sana.

Vipi, tunaweza tukaendelea na mazungumzo ama tusubiri kwanza? Haina haja ya kusubiri, nafikiri tuendelee tu. Ah, subira kwanza. Nimefurahi sana kukuona hapa. Ujio wako umefungulia mwanga fulani. Labda niseme kitu kimoja na kuahidi, sintoipoteza hii nafasi na wala sintoitumia vibaya kwa namna yoyote ile ya kukunyima furaha. Nitakulinda lakini Piusi, wewe si Mkristo? Hapana, mimi sio Mkristo. Piusi ni jina tu la kwenye vyeti vya kutafutia maisha. Mimi ni Muislamu kabisa, naitwa Isa, ndio jina langu halisi. Kwa hiyo tutafunga ndoa ya Kiislamu bila tatizo lolote. mm -hmm. Kwa hiyo nitaanza kufanya utaratibu wa mazungumzo na familia mpaka mwakani, ili tunaweza tukafunga ndoa mwakani tena babangu. angu au ona ni ya kunioa usando akunichezea eh? Mimi nataka bwana iwe haraka haraka, kama inawezekana, hata wiki ijayo. kweli? mm. ah, kwangu mimi sio tatizo. Mimi nilifikiri ni jambo ambalo litahitaji muda mrefu kwa upande wako, ila kama uko tayari, hata kwa upande wa dini tumeambiwa anaetaka kuoa ama anaetaka kuolewa basi jambo lake lifanyike kwa haraka zaidi. Basi leo limekuisha, asante. Alo, baby, ndio huku mambo sio mazuri kabisa. Naona bosi wangu anakwenda kuoa na mpango wetu utakufa. endakwakitimiza nafanyaje sasa? Sawa baby, nimekuelewa nitafanya hivyo. <coughs>